Kiboko TV. Profesa Abeli Makubi, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa hapa Dodoma. Kama mnavyoona, niko na wageni kutoka Uturuki. hawa ni madaktari bingwa na wauguzi na watoa dawa za usingizi ambao wako kumi, wamekuja hapa siku ya Jumapili kwa ajili ya kambi ya matibabu ya upasuaji wa koo sikio pamoja na mfumo wa pua. Hawa wataalamu wanatoka shirika moja ambalo linaitwa Hands Giving Lives Association kutoka Uturuki na ndio wameorganize hii camp, na hii inatokana na mashirikiano ambayo tumekuwa nayo serikali ya Uturuki, lakini pia sisi kama management tulienda kule Uturuki mwaka jana na tukaweza kutengeneza mahusiano na taasisi mbalimbali ambazo zimekuwa zikitusaidia kujengea uwezo katika maeneo ambayo bado hatujafikia kwenye ubingwa bobezi. Kwa hiyo wamekuepo hapa na watakuepo na sisi mpaka siku ya Jumapili. Lengo ni kutoa matibabu. Tunategemea kuna operation kumi ambazo ni ngumu za masikio zinafanyika temporal bone, eh, eh, surgeries. Hizi ni moja kabisa ya, ya, ya operation ya ambazo ziko complicated na kuna wananchi walikuwa na hitaji hizo huduma kwenye hii kanda ya kati walikuwa kama kumi na tumeshaanza kuwafanyia hizo operation wakishirikiana na wataalamu wetu wa Benjamin Mkapa na, kutoka mikoa, na madaktari kutoka mikoa ya Manyara, Tabora lakini pia kutoka Singida ambao wako hapa na Dodoma kwa hiyo e, pia tunajengewa uwezo wataalamu kutoka hospitali za mikoa kama ambao wamekuja hapa wako watatu. Kwa hiyo wakiondoka hapa madaktari wa masikio koo pamoja na pua wataenda pia kwenda kusaidia wenzao kwenye mikoa, kwa sababu wameshajengewa uwezo. Lakini pamoja na yote hayo eh, kuna eh, wagonjwa ambao tutaendelea kuwaona sisi watakapoondoka. Lakini pia tunategemea siku zijazo tutaendelea kuwa na hizi kempu za namna hii kwa wananchi ambao wana uhitaji eh, tunajua hizi aina za operation zinafanyika tu Muhimbili, na zenyewe zinafanyika kwa madaktari wachache. E, si wote wanafanya hizi temporal bone dissection kwenye masikio. Kwa hiyo sisi hapa tunajengwa, itakuwa taasisi ya pili ya kufanya hizi e, aina za upasuaji kwenye masikio ambao ni wahali ya juu kabisa na huko very sensitive. Ukikosea kidogo tu mtu basi linakuwa sikio haliwezi kufanya kazi. Lakini tunashukuru e, na e, serikali yetu pia ya awamu ya sita e, kwa kuruhusu e, hawa wataalamu wetu waweze kuja e, tunamshukuru Mheshimiwa Rais pia kwa kuboresha masuala ya mahusiano ya kidiplomasia. Maanake haya yamefanyika kwa sababu ya matunda yake ya mashirikiano yaliyopo kati ya serikali yetu na serikali ya Uturuki. Lakini pia tunashukuru balozi na wizara ya Foreign Affairs, na wizara ya afya kwa kuratibu na kulisimamia hili swala, so mpaka limefanikiwa. E, nitoe wito tu kwa Watanzania wenye matatizo ya masikio wenye matatizo ya masikio e, kwamba hospitali zetu zinatoa huduma ya hali ya juu kabisa kwenye, kama mtu asikii au ana shida inayofanana na masikio kupata shida aje kwenye kituo E, hapa kwetu Benjamin Mkapa lakini pia hata taasisi zingine kama Mwimbili wanaweza kutibiwa. Kwa hiyo wasikate tamaa wananchi ambao na matatizo hayo wakabaki kwenye, kwenye jamii, waje kwenye vituo vyetu na utapata matibabu yanayostahili. E, lakini pia tulikuwa na jambo la pili leo la kupokea hizi ambulance ambazo mnaziona hapa. Hizi ambulance zimetolewa na wizara e, e, ambayo ndio msimamo wetu wa sekta. Kwa niaba ya serikali ni kwa ajili ya kusaidia wananchi ambao wanahitaji eh, kupewa huduma za haraka au wani uhitaji wenye majeraha au ma, wanahitaji uangalizi wa haraka wa dharura. Kwa hiyo so, inabidi tuwafuate au pia tuwasafirishe wengine wa tunawasafirisha wengine kuwapeleka kwenye sehemu zingine, lakini sisi pia kama hospitali ambayo iko makao makuu ya nchi, hizi ambulance zinatumika pia kwenye mikutano mikubwa ya viongozi tunapokuwa na wageni kwenye hapa Dodoma. Kwa maana wametupa mbili, kwa sababu tunazo zingine mbili zitakuwa nne. Uzito wetu zinatumika kwa wakati mmoja nyingi e, kwa ajili ya kusaidia wananchi, lakini pia hata inapotokea mikusanyiko, sisi ndio tunaomba kwenda kusaidia kwenye hii kanda ya kati. Kwa hiyo tunashukuru pia kwa serikali kwa kutupa hizi ambulance zitaweza kwenda kuboresha huduma kwa wananchi. Asante sana. Mpaka sasa uh, target uh, yetu ni kufanya operation kumi, kwa sababu hizo operation kama nilivyosema ni complicated na ni ndefu e, kwa siku wanaweza kufanya moja tu hadi mbili. Inaweza e, ikachukua masaa manne operation moja hadi matano, kwa hiyo tunategemea wananchi kumi watapata hii huduma, lakini kuna wale wenye uhitaji. Tulikuwa na wananchi karibia thelathini wenye uhitaji kwao, kwa, kwa kipindi hiyo watafanyiwa kumi wengine tutapanga sasa, aidha wafanyiwe hapa hapa na wataalamu wetu yeah. au tunaweza tukawaita tena wenzetu hapa au wa mhimili tuje tufanye nao kwa ajili ya kuwafanyia huo, eh, upasuaji wale waliobaki. Kwa hiyo ndio tunachotegemea kwa siku zijazo. Profesa, labda tueleze sema hii kambi inapatana na mafunzo, ingine haya mafunzo katika kambi yanatosha kuwapa uelewa na ujuzi stahiki wa kufanya operesheni hizo alafu tegemee mtapeleka pia wataalamu nje <coughs> Kwa kiasi fulani yanatupa yanatupa ufahamu mkubwa katika eneo hili la upasuaji wa masikio. Hatuwezi kusema kwamba tutakuwa asilimia mia moja kila kitu, lakini eh, umetuongezea uelewa mkubwa na maeneo ambayo wataalamu wangu walikuwa pengine bado hawajawa vizuri, kwa sababu hii ni moja ya operation za hali ya juu kabisa. Kwa sasa hivi wamejengewa ule uwezo na confidence, lakini tunategemea wataendeleza wataendelea kujiendeleza zaidi. Sasa mpango wetu kama hospitali na wizara kuna baadhi ya wataalamu hapa tumewapeleka nje pia, hata Uturuki wapo e, wanasoma kule kwenye maeneo haya na maeneo mengine, watarudi e, kuja kuendeleza hii kasi ambayo tumeianza ya kuhakikisha tunajikita kwenye huduma zile za kibobezi. Kwa hiyo mafunzo ya leo yatachangia kusaidia eneo fulani la uelewa, lakini pia wengine wataongezewa uwezo kwa kuita kambi zingine zitakuja, na wengine pia wataenda nchi za nje kwa ajili ya kujengewa uwezo zaidi. Kuna wengine ambao wanakuwa wamezaliwa na tatizo hilo moja kwa moja, tangiwa wame utotoni, lakini kuna wengine wanaakwaya, yani wanapata wakiwa wakubwa, ukubwani kutokana na matatizo mbalimbali ya zikawa sauti kubwa, au akapata infection au aliumia. Kwa hiyo hayo ndio yamekuwa kipelekea wengi kuja hapa, lakini kuna wengine wao wanazaliwa nayo pia, lakini wengi ni kwa kuakwaya, yani kwa kuyapata baadaye kwenye maisha yetu haya ya kila siku.